Nimefika hapa ofisi ya mtendaji kata ya Mzingani a, kwa ajili ya kuja kuhakiki taarifa zangu katika daftari la kudumu la mpiga kura. Nitoe wito a, kwa watu wote wa jimbo la Tanga Mjini ambao wamefikia umri wa miaka 18 na kuendelea kuja katika vituo hivi ambavyo vimebainishwa na tume huru ya uchaguzi ya Tanzania kwa ajili ya mambo makubwa manne kama alivyosema mtendaji kata. Kwanza, jambo la kwanza ni kujiandikisha kama uh, huyu mtu hakuwa amewahi kujiandikisha. Lakini swala la pili ni kuboresha taarifa zako. Uh, kwa mfano, labda nilikuwa mkazi wa mtaa wa Mchukuuni uh, kata ya Tangasisi na sasa hivi nimehamia uh, uh, mtaa wa Suji kata ya Mzingani. Kwa hiyo mtu unakuja sasa kuboresha taarifa zako zitolewe kata ya Tangasisi ziwekwe katika kata ya Mzingani. Na jambo la tatu ni kuhakiki sasa Nadhani umeona hapa ni kihakiki. Eh, je, hichi kilikowekwa hapa taarifa zangu ni sahihi? Kwa hiyo una hakiki, lakini pia watu wanahakiki, jamani, hawa ndio wakazi wa kata ya Mzingani na kituo hiki cha ofisi ya mtendaji kata. Kwa hiyo nitumie fursa hii kutoa wito kwa wakazi wa jiji la Tanga. Tuna leo Jumatatu, kesho Jumanne, kesho kutwa Jumatano na Alhamisi. Zoezi hili litahitimishwa saa kumi na mbili jioni. Mwana kimji ujanja ni kuwa na kitambulisho hiki cha mpiga kura, ili tuweze kushiriki katika kuwachagua viongozi wetu. Kila kituo kinaboresha watu wa kata nzima, kwa niaba ya vituo viwili, kwa niaba ya watu wa kata nzima. Hatua ya kwanza kwanza ni kuandikisha waandishi waandikishaji wapya, wale ambao walikuwa hawajatimiza umri wao, au wale ambao wakati tunatekeleza zoezi la Februari hawakuwepo lakini sasa wamehamia hapa, kwa hiyo na wenyewe wanakuja kuboresha taarifa zao, au kama walikuwa wajaandikishwa wanaandikisha tena upya. Na wale ambao walikuwa chini ya umri wa miaka kumi na saba na wenyewe wajaandikishwa pia tunaandikisha upya. Tunazingatia zaidi kwamba endapo wakati wa uchaguzi watakuwa wametimiza umri wa miaka kumi na nane, basi na wenyewe wana sifa za kuandikishwa lakini vilevile vile kuna wale ambao hizo taarifa zao hazikuwa sahihi au zilikosewa au wamehama makazi, na wenyewe wanakuja hapa kwa ajili ya kuboresha taarifa zao. Yaani kwa mfano, mtu amehamia kata ya Mzingani na alikuwa kata nyingine, au alikuwa mkoa mwingine, anakuja hapa anaboresha taarifa zake. Vilevile vile pia kwa watu ambao aidha wamefariki au kwa matatizo mengine yoyote yale, ama amebainika sio raia, na wenyewe tunafuta taarifa zao. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.